Mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba Crescentius Magoli amesema kuwa Simba haitoshiriki mechi yoyote ya ligi mpaka waliohusika na tukio la wao kushindwa kuingia uwanjani na kufanya mazoezi ya mwisho kabla ya mechi ya leo ambayo ilitazamiwa kufanyika leo waadhibiwe. Kupitia ukurasa wake wa Instagram ametoa chapisho ambalo linaelezea kwamba Simba haitocheza ligi tena mpaka hao watu walioizuia Simba kufanya mazoezi uh, jana usiku uh, mazoezi ya mwisho ya kuelekea ya mchezo wa Kariakoo Derby ya ambao ya ulitazamiwa kupigwa leo. Na Simba wametangaza rasmi katika kurasa zao za Instagram pamoja na X kwamba haitoshiriki katika mechi ya leo. Andiko la Crescentius Magori linasema hivi: sio mechi ya kesho tu, hatuchezi ligi mpaka hawa wapuuzi walioshiriki kwenye huu upuuzi waadhibiwe. Hili ndio andiko la mjumbe wa bodi ya ukurugenzi wa klabu ya Simba Crescentius Magori kupitia katika ukurasa wake wa Instagram. Kauli hii imetoka baada ya Simba Sports Club kutangaza kutokushiriki mchezo wa ligi kuu wa NBC Premier League dhidi ya Yanga ambao litazamiwa kuchezwa leo hii tarehe nane mwezi wa tatu mwaka 2025 katika dimba la Benjamin William Mkapa. Simba Sports Club imetangaza kutoshiriki mchezo huu kutokana na kile kilichodaiwa kuwa ni ukiukwaji wa taratibu